Yes. Uh, vipenzi vyangu, leo tunaenda kuelekeza namna kutengeneza pilipili nzuri ya maembe. Pilipili ya maembe. Kwa tunakuwa tuna vitunguu swaumu, vitunguu maji, karoti, tangawizi, pilipili, embe moja uh, curry powder, binzari uh, manjano, chumvi pamoja na mafuta ya kula Hayo ndio mahitaji makubwa ambayo yanahitajika pamoja na vinegar. Mm -hmm. Vinega, vinega, Vinegar kampuni yote hiyo unapendelea. Pilipili inapikwa, vipenzi vyangu, eh. Pilipili inapikwa kwapo nikaa mafuta yangu ya kula ,naweka na vitunguu maji hapo na koroga koroga mpaka vilinike vizuri. Mm -hmm. Naongeza hapo, um, nguu swaumu, yaani usivitwange viike vizima vizima, kama unavyoona hapo. Naongeza hapo na tangawizi. Tangawizi unakata vipande vipande, vinaenda kukaangika vizuri kabisa hapo, karanga vikarangike, yaani vizuri Naongezea hapo na karoti. mm -hmm. Kitunguu saumu so ni kizima, kitunguu moja ni kizima, karoti moja inatosha. Ile ni embe moja tu, sio kubwa, ni embe tu dogodogo tu. Ukichukua tu embe kubwa, e, pilipili itakuwa ni nyingi sana sana. Kwa hiyo unavyoongeza maembe pia inabidi na mahitaji mengine pia uyaongeze manake, mm-hmm. nimechukua pilipili nne, zikichukua pilipili zaidi ya nne, hizi pilipili ni kali, itakuwa ni kali mno. a pilipili ambavyo imekuwa nyingi, naongeza hapo maembe yangu, maembe na nywe na yachanganya humo. naweka maembe, vipande vya maembe ambavyo nimekatakata vizuri. unaweza kutumia maembe bichi au ombe lililoiva, hiyo ni jinsi unavyopendelea wewe sijaweka sijatia rangi yoyote kwenye hii pilipili. Naweka na pilipili zangu hapo nne. Naweka hiyo curry powder pamoja na binzari manjano na chumvi. Curry powder inaitwa viungo vya mchuzi au Simba Mbili. Baada ya hapo unachanganya maji. Ukishatia pilipili na maembe, ukichanganya tu kidogo tu kama nusu dakika, usichelewe kutia maji. Pilipili inapikwa hivyo, inabidi utie maji ili ichemke, ive vizuri mpaka maembe yalainike na pilipili zilainike. Pilipili usizipasue ziweke okay, hivyo hivyo zikiwa nzima, unatoa tu vile vikonyo vyake vya juu, unaziacha una zikiwa hivyo hivyo nzima, unazitia kwenye apishi lako kwa hiyo na zetu zichemke. Maji unaweka kulingana na wingi wa mahitaji yako. Kama maembe ni moja kama langu hivi, naweka tu maji kulingana na mahitaji. Kwa hiyo unaweka yanalingana na mahitaji ambayo uko nayo, yanakuwa saizi tu kidogo, yamezidi kidogo sana. Unaacha sasa vitu vyako vichemke, inabidi vichemke viive ili pilipili yako iweze kukaa kwa muda bila kuwa kwenye friji. Hii pilipili inapikwa nyumbani kwao, hatutaongeza kemikali yoyote ile kwa ajili ya ku preserve um, pilipili yetu, kwa pilipili haina kemikali yoyote. Baada ya hapo sasa, unaona pilipili yetu imechemka, imekuwa nzuri hapo, rangi hiyo kama unavyoiona hapo. Mm-hmm, baada ya hapo sasa, umeshachemka, umeridhika hapo. Unaona maembe yangu ambavyo yamesha lainika vizuri Nazima zangu jiko langu hapo kama unavyoona, nimezima jiko hapo mm, bado lina moto moto. Unaacha sasa vipoe kabisa. Vitu vyangu vimeshapoa hapo, natia vinegar na mafuta ya kula kidogo, kwa ajili pia kama preservatives, ili uh, pilipili yangu isiharibike kwa haraka, kwa sababu maembe pia yanaweza kachachusha pilipili pili yangu. Kwa hiyo pilipili naweka vinegar kama preservative na mafuta ya kula nisi, niseme preservative ni nini, badala iyo ya kuweka kemikali sana, naweka hiyo ili isaidie isiharibike. Baada ya hapo, inaweka kwenye blender kwa ajili ya kublendi uh, pilipili yangu baada ya kushanganya hivyo vitu, naweka kwenye uh, blender. Na blender vitu mahitaji yangu hapo mpaka nitakapokuwa nimependa ule mchanganyiko. Ukiona mchanganyiko wako bado ni mzito, usiongeze maji, ongeza vinegar na mafuta ya kula basi. Mafuta ya kula hakikisha ni alizeti. Ukitumia alizeti, mafuta mengine labda korie au mafuta mengine mambo ni mazito au ya kupima haya, inaweza kuleta changamoto baadaye, pilipili inatengana mafuta na pilipili lakini ukitumia mafuta ya alizeti yenyewe original inakuwa ni vyema zaidi kwa ajili ya matokeo mazuri ya pilipili. Kama unavyoona uh, hapo kipande kilichopita hapo, nimeangalia ni mpenda uzito wa pilipili yangu. Kama unapenda nyepesi sana, unaongeza basi vinega kidogo na mafuta ya kula kidogo. Makopo yangu viwili hivi hapo viwili, funnel yangu ili nisichafue uh, meza yangu na nisichafue chupa zangu, natumia funnel kuwekea Uh, pilipili yangu kwenye vichupa vyangu. Embe ni moja lakini pilipili imetoka nyingi kwa kweli, ni nyingi. Embe ni ndogo tu, moja dogo. Pilipili lakini imetoka ni nyingi. Kama unavyoona uzito pilipili yangu, kama unapendelea nyepesi unaongeza tu vinegar kuna blend au na mafuta ya kula ku, wakati wa kublend uh, pilipili yako. Basi hapo hakikisha hiyo vitu una, uh, vichupa au vikopo unavyowekea pilipili yako ni vikavu visiwe na maji. na kama kichupa uh, kontena lako naweka kwenye kontena la kuwa wazi, hakikisha unapochota kwa kijiko, hakikisha kijiko chako ni kikavu, isiwe vijiko vina maji au nini, kwa ajili ya kuacha pilipili yako ikiwa kwenye hali nzuri. Mi napenda kutumia hizi chupa kwa sababu zina vitobo hapo, utaona nitakavyokuonesha, ili kwamba pilipili yangu isiwe uh, wakati wa kuitumia ikae kwa muda mrefu. Hii pilipili pili ni vizuri ukaeka muda mrefu; itakaa kama muda mrefu zaidi unzieka kwenye fridge kwa sababu hatuna preservative tulioweka tofauti na vinegar. Kwa hiyo pilipili yangu ndio kama hii hapo. Kama unavyoiona hapo naitoa hapo vizuri. Ona pilipili ilivyo ya njano, sijaweka rangi yoyote. Nimeweka tu ile binzari manjano. Basi ndio ile ile rangi nzuri pamoja na embe langu na, na viungo vyangu vingine. Asanteni sana, mbo subscribe.